Naam, jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshuhudia mafuriko makubwa katika usiku wa kuamkia leo. Hata wilaya ambazo ilikuwa ni nadra sana kushuhudia mafuriko hayo kama vile uh, wilaya Limete, wilaya ambayo inabeba ofisi nyingi za serikali lakini pia ofisi za kidiplomasia kumeathirika pakubwa. Video zimesambaa na picha kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha watu wakitembea ndani ya maji taka kama vile wilaya nyingine kupitia uh, Boulevard de Trente Juin, eneo linalozunguka jumba la watu na mitaa kadhaa ya makazi ilifunikwa na maji ya taka kwa dakika kadhaa, kuanzia wilaya Limete hadi Njili ukipitia Matete, Lemba, Bandalungwa na Masina. Hali kama hiyo ilishuhudia pia katika maeneo hayo, barabara zimekatika, nyumba zikifurika kwa maji. Lakini pia kinachoonekana ni kwamba mfumo wa zamani ambao uliopo kwa sasa ndio imekuwa sababu ya kila inaponyesha mvua, haijalishi ni kubwa au ndogo, maji hufurika na kuonekana kutatiza shughuli katika maeneo hayo. Kwa sasa serikali ya Kinshasa inajaribu kuangalia ni kwa namna gani kuondokana na mfumo huo wa zamani hasa katika kuboresha miundo mbinu ya kusafirisha maji taka pale inaponyesha mvua.